Ya NLS 254 director hapa hivi leo, tuko mtaani, tuko mji wa Bondeni hapa hivi nanaona kuna vijana ambao wamejitokeza hapa na wazee ambao wanafanya usafi. Ningependa tusikie mawili matatu kutoka kwao. Vipi baba? Kwa kweli mtaa wetu umekuwa chafu sana na hali ya kombo, unaona, hata ukiangalia mbele yangu, nyuma yangu, hatuna mahali pa, hatuna dumping. Watu wanatoa uchafu kwa nyumba na wao kwa mtaro wanatupa kwa mtaro na ziba na hali ya kwamba hii ni ugonjwa iko hapa, tuna ukweli tukiweza tumeweza kuungana na vijana kama mimi na grupi yangu, tukiwa dhidi yangu na tumeungana nao tuweze ku, ku clean mtaa wetu sisi wenyewe tumejitolelea, na hii ni kikosi ambayo imejitolea clean nyumbani. Yani hapa ni nyumbani, na hii barabara unakapoona una, tunapopita ina machupa ina mawe na nini, na hali ya kwamba vitu vimeanza kutoa uchafu, inaanza kuleta face nzuri. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa majina ni Jama Ali, mimi ni kijana wa mazingira, ma climate champion, human right defender, na pia ni kiongozi wa vijana kazi clean. Leo mnavyoona, ndugu zangu, katika hii shughuli tumeungana vijana wote wa Nakuru e, wa, wa mazingira kufanya usafi katika mji wetu sawasawa sawa. Leo tarehe ishirini na nane mwezi wa tisa katika kalenda ya Kiislamu wa ndugu zetu Waislamu wanategemea kuwa na siku yao ya Idi, tukaamua tufanye mazingira kuondoa takataka ile ambayo kwamba imekuwa tukitoa for the past few two months nyuma. Tumekuwa tukitoa takataka zile na kufungua mitaro mtaro. Asanti na shukrani mingi kwa chairman wa mazingira bwana area MP Honorable Gekaria amekuwa kitu support na ki support vijana including kutoa hiyo matakataka na ajira pia kwa vijana pia. Tungependa kushukuru CEO wa Environment bwana Ken. Tungependa pia kushukuru bwana Kimodo kwa mchango wao kama kaunti ya Nakuru. Tungependa pia kushukuru wafanyakazi wa kaunti tukiwa recognize Murumba, mashuhuri Jabu, na timu yake na community yote ya mazingira hii ya, ya bondeni. Tungependa pia kushukuru vijana wa bondeni reform, vijana wa kambi Somali, vijana wa huko chini Kivumbini, wote wamekuja hapa, tumeungana pamoja kufanya usafi, na tungeomba bwana chairman wa mazingira, bwana Honorable Karia, umesikia vijana wenyewe wameongea, na wazi wameongea, community imeongea kama chairman wa na climate champion tungependa hawa vijana watafutie kama ni hizo PPEs na tools za usafi na usafiri, ya vile tutakuwa tunaweza kutoa hii uchafu hapa bondeni na kwenda kutupa. Sina mengi ya kusema, na pia ningependa kushukuru NLS kwa kazi mzuri, wamekuwa wakitu support kwa advocacy ya usafi. Ni hayo tu kwa mengine na mengine mengi tutaendelea kuwasiliana na kuonana hizi takataka nini ka tumeona, kuna maeneo ambapo tumeenda tumeona kuna vinyesi mingi, kuna hizo sanitary pads na ni pachafu sana. Na pia vitu kama hizi kwa mtoahu inachangia kipindupindu, ungesema vipi kuhusu hilo? Uh, kwa kweli changamoto ya usafi ni changamoto ambayo kwamba tumekuwa tukipitia, lakini alhamdulillah kwa mwaka nne sasa. Hapo nyuma hapo nyuma awali kama miaka kabla COVID bondeni ilikuwa hakuna kampuni ama watu wote ambao kwamba walikuwa wanaweza kubeba takataka. sasa kulikuwa kumejaa mapipa, mitaro zilikuwa zimefungana. Vijana walipokuja wakaungana, wakaanza kufanya kazi kwanza ya waste management, kutoa matakataka kwenye ploti na kuzichukua kwenda kuzitupa na kuweza kudhibiti pipa, ikakuwa sasa kaunti yenyewe ile ma cases za ugonjwa zimepungua, takataka kule game park imepungua so county they had to intervene na kuja kutusupport, ndio tumekuwa tukifanya na hiyo kazi. So so far cases za vipindupindu zimepungua, isipokuwa mmeona kuna baadhi ya places hizi ambazo kwamba zimejificha. Shida kubwa ilikuwa itakataka taka ya mtaro, kwa sababu wakati ambapo kwamba tulikuwa tunatoa takataka kwa mtaro tukosa kuzipeleka kwenda kutupa kwa sababu ya kukosa usafiri na kukosa proper tools ilikuwa zikikwa hapo zikwame, either zitarudi kwa mtaro, ama kuna watu tu raia sugu ambao kama ni wajeuri watageuza ile pali kuwa pipa, hasa mama zetu wa mama. That's why inshallah, in the near future tulikuwa tunaomba kwa public participation, tumeenda mara mbili area MCA. Tunakuomba Bwana Fadhili, tusikie kilio chetu. Tumeenda public participation mara mbili na tukaomba county kama county ya Nakuru, county ya watalii tuweze kuthibiti hii mambo ya diapers na tumeomba crimination machine mara mbili, budget ya 2020, 2021, 2022, 2023, tukiwa na mzee Morris, pia amekuwa akitusupport akitusupport sana usapi, yeye na CPC na CHV, asante sana so changamoto kubwa ilikuwa ni hizi takataka ambazo kwamba tulikuwa tumesema, na kama vile mnaona leo tumeanza rasmi imwaka mradi wetu ya kuhakikisha hizi takataka ambazo kwamba tunazitoa kwa mtaro tunaweza kuzibeba na kudispose, isipokuwa changamoto yetu ni katika upande wa usafiri Naam. Eh, umesema, um, hapo nyuma ukiangalia system yetu ya, ya, ya Nakuru 30% peke yake ndio it's connected to sewer line ambayo kwamba inapeleka maji wapi? Huku chini Nakuru hatuna water source, hatuna mahali ambapo kwamba tunatoa maji, so sisi tunategemea underground water. Hii ni kumaanisha ni maji ya mvua, maji ya mitaro na siwa. So ukiangalia upande ya town na upande ya Kivumbini drainage system zao zimekuwa ni pana na kubwa enough kwa accommodate takataka na maji kupita. Lakini hizi mitaro zetu za, za bondeni ni nyembamba, ni konde, na hazina sili. So takataka yote ile ambayo kwamba ilikuwa inaletwa na maji kutoka town, ilikuwa inakuja bondeni inapile, inakuwa junk kwa sababu haipiti kwa mitaro. So hiyo takataka yote ilikuwa inakwama hapa. Mvua ikinyesha inachukua ile takataka yote kutoka tena bondeni, inaiteremsha chini mpaka kwenda wapi? Kwenda game park. Na hata ukiangalia hiyo masala ya takataka kwenda game park imepungua kwa sababu ni hii mwaka tu last year game park walikuwa wanasu madam governor wanasema siwa inaenda huko chini wanataka kuchukua hatua kwa sababu inachafua mazingira. Lakini so sad, the same, same people wa government hawajachukua initiative yote ku appreciate vijana hawa wa bondeni na Nakuru East, kwa kazi safi hii ambayo kwamba wanafanya kuzuia hii takataka kwenda paka wapi? Game park. okay, a sisi gavana wetu Susan Keheka tunampenda sana, ila sisi kama vijana wa usafi tungependa atufanyie baadhi ya mambo machache. Inshallah, in the near future, hizi mitaro zetu za bondeni tungependa zifungu, zipanuliwe kabla hata hizi barabara zijajengwa, wangetupanulia barabara, alafu hizi barabara kwa kila caravan waweke sewers zenye zitakuwa net kama mbili ama tatu before the, the caravan, so that moja ichunge chupa, ingine ichunge karatasi so maji itapita vizuri, kwa sababu sisi tuko kwetu, tunakuja kwa zile terminals pale, imewekwa mesh, tunatoa hizo takataka, tunaenda tunazidispose, maji inaenda. So watupanulie barabara na watufunikie juu na watuwekee hizo mesh za kuchunga chupa, kwa sababu sisi bondeni hatuna uchafu. Hiyo miaka yote tumekuwa tukishafa na magonjwa. Ni takataka yote ile inatoka huko town inakuja inasimama hapa, kwa sababu hakuna drainage system. It's so unfortunate. Hii mtaro tuko nayo tulitengenezewa na former councillor Gibe na mpaka saizi, hiyo ndio imefanya imeweza kutudumisha na sisi ku maintain, ndio unaona kesi za magonjwa zimepungua na kadhalika. Kwa majina naitwa Ibrahim Kiru Mongi, mi ni mkazi wa hapa bondeni na chairman wa nyumba kumi bondeni. Tumeshirikiana na hawa vijana wa reform group. Kwa kweli huko kote ni kuchafu. Hebu angalie mkono yangu ya kulia, tukianzia huko. Hii yote ni yenye imetolewa kwa mtaro, lakini kirudisho pale inakuwa ni mlima. Tukikuja, tukienda angalia mkono yangu ya kuchoto. Hii yote ni kinyezi, imejaa pale. Hii yote ni takataka. Na vijana wangu hawana gloves, hawana lolote, hizi ni pampas. Kinyezi ndio ile pale. Na tujali tunafanya tu hivyo kulingana na mbunge wetu hapa ametushirikiana na sisi, anatusaidia kidogo kupata, na tungeomba ashirikiane na sisi kabisa, juu vitu kama hizi. Tunaomba hii reki unakodishwa, una unarudisha na hamsini. Fork, jembe, gloves, vijana hawana. Tunaomba vitu kama hizo, kiongozi. Hata gumboot wengi wetu hawana, wanafanya paka na slippers. Angalia kama huyu, yuko hapa karibu na wewe, kijana mdogo, yuko na sisi na amevaa slippers. Sasa tafadhali Tafadhali, angalia, hii ni kinyezi, inapita kwa mtaro. Sewage zinapoadibika, hii hii iko hapa ndani, hii ni kinyezi na inapita na tuna gloves, hatuna gumboots, lakini tunaingia tu kukabiliana na hii yenye iko mbele yetu. Tumeona tufanye hivi kwa hii mwezi ya Ramadhani, Waislamu wenzetu wakae waki kuwa wakiwa wanaona wako mahali pasafi, na tunaomba tu huu kiongozi ashirikiane na wenzake vijana, wapate gloves, wapate gumboot na wapate barakoa, itasaidia sana na, maybe mw, mw, ni wenyewe mmeamua kujitolelea ama ni kazi ambayo mmepatiwa? Ni kazi tumesaidiwa na kiongozi hapa, amechukua vijana kureform, ameona wakikaa hivi wataendelea na zile shughuli zao akaona akiwapea hivi kazi kidogo wan wakue wanapata kitu ya kufanya hawezi rudi huko tena kwa ujambazi. Sasa, na tunashukuru hivyo venye kunaenda juni kuzuri. E, tunashukuru hivyo sana, kunaenda kiongozi Mheshimiwa Gekari ameshirikiana na Fadhili mzuri wanasaidia vijana, na tungeomba waendelee hivi hivi, wasikome juu vijana wakipata kazi ya kufanya, hakuna siku huyu kijana atafikiria kwenda kushika kisu kunyang'anya mwenzake kisu, kunyang'anya mwenzake simu. Sasa tunaomba tu waendelee hivi hivi, jua kiendelee hivi, kutakuwa kuzuri. Hii yote ilikuwa ni mlima, hii yote ilikuwa ni mlima ya takataka na tumeweza kuitoa. Hatujali hiyo kinyezi ama nini, tunaomba pakuwe pasafi. Mtaro zetu tumejaribu, hii mtaro ilikuwa imejaa, mkono yangu ya kudia ilikuwa imejaa, ndio hii chafu yote iko juu, na tunaendelea hivyo kidogo kidogo tukitoa pangare tu Okay, mungetaka waweze wa kuwarahisishia na nini, ili kama hizi siweze kutendeka? Ukiangalia, hizi takataka zinatoka kwa maploti mingi, watu waploti na wanazitupa huku nje. Mungependa kufanyiwa kupa, nini ili iwe rahisi, pasikuwe pachafu tena. Tungependa hii mtaro, hii mtaro, viongozi wakishirikiana ifunikwe na zile nini juu. Hakuna siku tutarudi tena kutupa hii takataka, kando na wenye maploti wapea wazazi wa wetu wawapatie gunia. Ukiwa na uchafu, unaweka kwa gunia, hawa vijana wakuchukua uchafu, nawalipa mia kwa mwezi. Sasa uzito itakuja wapi? na hii kijana wanajitolelea, wanakuja, wanatolea uchafu inaenda. Unaona, shida ya mtaro itakuwa imeisha. ya kwa majina, mimi naitwa Hamza, ni chairman uh, yani, assistant chairman wa reform group Assistant Chairman wa reform group. Kama vile unaona vijana wanaendelea na kazi mtaani, imekuwa chafu, watu wameachilia, wa mama wanatupa hapa takataka. Ile tukoona kaa vijana tuwezi kubali mtaa kuwa chafu, heri tujitolee tusafishe safishe, heri ikuwe safi, ili unajua usafi ndo kitu maana. Na pia vile unaona vijana hapa tunahangaika tuli ni moja, tuko na one rek, tuko tu na rek moja Ndo inafanya kazi zingine, tunakomboa bado ndo nini na nini, kazi ziendelee. Lakini vile tulikuwa tunataka tuombe kama viongozi watusaidie tupate hata tools zingine za kazi, shughuli shughuli kama gambu, rek, jembe hivyo, pia mkokoteni, kama wangetusaidia kubeba takataka kupeleka pale kwa tangi ya kuweka uchafu, na pia gloves hivyo pia, unaona pia tungekuwa tuko mbele. Bala kukuja, ati tumekuja kazi, tuko na one track peke yake. Penye vile tulikuwa tunaomba viongozi pia tutafutia nafasi zaidi, vijana pia ni wengi, unajua si kila mtu amekuja kazi, vijana pia ni wengi, wangetuongezea namba ya vijana ndo pia vijana wakuwe wengi basi tufanyie kazi hata kani mara tatu kwa wiki ama mara mbili, ndo pia mtaa yetu ikuwe safi pia. Si tu unaonelea tu, hivyo jili, unaona, ukiangalia kila mahali takataka imejapo, wamama wamefanya pipa jili ovya suku. Ukiingia mtaani waambie wamama wakupe mia mia, pa houses ya takataka inakuwa ni ngumu aliau kukwetu wamama aliata wao unajua. So, sisi tulikuwa tunaona tutolewa tusaidie, basi sisi tutakuwa tunasaidia watu wa mtaani kubeba takataka watusaidia na tool na hata kama ni ngono mbili tatu, tuko tunabeba takataka tukipeleka pale kwa tangia kwa tangia yetu ya takataka. Na pia tunashukuru kwa viongozi wetu kwa kutuandika kazi, na pia tutafutie kwa tu namba large namba ya watu tufanye kazi, tuache kukaa hivyo idols, pia ukiangalia vijana wengi. So, mimi sina mengi ya kusema watusaidie tu na tools kama wanaweza tusaidia, na watusaidie na namba ya vijana kwa kazi. Yes, naitwa Baba Styles, kutoka kazi clean, team leader, kazi clean. Si ndio tunafanya usafi bondeni, ya kutoa takataka garbage collection bondeni. Bila unaona, tuko na challenge kama vile unaona sahizi hivi hatuna gari ya kubeba takataka. Tuna tools, tuna tools. Tuna. <coughs> tungeomba um, kaa tunaweza pata gari at least na tools za kufanya hii kazi. Tunajaribu vile tunaweza, kazi clean tunang'ang'ana, na alhamdulillah tumefanya at least kwa muda, na naona sasa leo mmeweza kushirikiana na group ambazo ni mingi. Kuna group ya wazee, kuna group ya vijana ambao ni aa yeah, eh, maybe mnapata changamoto gani hapa hivi wakati mnapiga uchano? Haya, mwanzo ningeshukuru kwanza Bidii Yangu na Bonde Reform kwa kujitokeza kuweza kutujoin leo kufanya usafi, na tunashukuru sana na tungependa tufanye kazi pamoja. Challenge ni kubwa, lakini asante sana kwa hize group kwa kutokea okay. uh -huh na pia challenge nimeona kubwa pia tuko nayo kwa hizi group zote ni ati we don't have gambots, gloves, hatuna tools zote za kufanya kazi, so tunang'ang'ana kama vijana vile tunaweza tu. Tungeomba at least ka tunaweza pata hizo vitu tungeenjoy sana, tuendelee kufanya kazi, na asante Bond and Reform na bidii yangu kwa kutujoin leo kuweza kufanya usafi pamoja na sisi.